Una shida gani wewe, una shida gani? Unakwenda unayumba barabarani, sha ajali wewe, una shida gani. Una shida gani? Una shida gani wewe. Hamna shida. Ha? Hamna shida. Una nayumba barabarani, tatizo niniziagai zima gari, una shida gani? hebu so yumba, njoo nisaidie, anayumba esha ajali, angasere pale, anayumba njia nzima kachini hapa

Yani yani yani yani ngasi alikuwa inaanguka pale, ili yani nimnige pale, maana nilisimama mbele bangusha.